ni mwele hakika. Laiti ningejua jana jana, ningeishi tofauti. Silesi zetu za maisha ningeziva zinazokuja kwa furaha. siku ya zingati wala jana itarudi. Sasa jana imebaki kuwa kumbukizi baada ya kusombwa na wakati, mfano wa mafuriko msimu wa masika kwa bahati kwa bahati nzuri bado tuko inaweza kuachia dunia tabasamu. Ni siri siku za vitabu na kila mmoja ni nje. Siwezi kuendelea kuishi sasa. Nimepata shauri, lazima niache njia za dini na kuifuata mtu maisha yangu pombe. Kama ana ana sema pombe amenichezesha kama nasesere kwa muda mrefu, ameninyima fursa ya kuelewa familia yangu. Hapana, Siku zangu za uzeeni lazima nizitumie kumwangalia mke wangu. Ugunda kwa nyuma, ninashukuru kwa vitendo, kwa vitendo, kwa jinsi alivyojitolea kujama familia yote. Anapunga mkono kwa ili kwailiaanavita fikra. Baada ya muda, anaingia ndani. Shikamoo baba. Anajitahidi kuchangamka. Marahaba, na Jina Salamu. Jina ngapi za watoto? Nzuri. Naona nene. Naona nene. Naona nene. Nikusalimu. Nilipokea salamu zake. Anaendelea nini? Kama kawaida nyenye na akaeka zake zinasaidia zimesaidia ku kuikimu familia hata zimetusaidia kulipia matibabu ya mama. Vizuri mwenyewe sana anajua kutafuta maisha. Asante mwanangu kwa kumleta mama hapa nyumbani na nimeeleza yote karibu baba niliona tutafu... niliona... nitafute nafasi nimlete nyumbani unajua tena hali yake haitaki vuta nikuvute za usafiri tena baba hali yako na mtazamu na timu

ya kujituma kama mtoto kidogo. Ukiamka moda anakusubiri zizini, akitaka akileka mwishani huku, naondiawa kile kila mahali kinakutaka upanguze panguze na kufalia, jiko linakungoja ku, uliwashe na kujiandalia chochote utie kinywani, na baada ya kufungua kila jambo, mali inakusubiri ilejemai bado, nazo kazi za shambani zinakungoja.